Matumizi ya tangawizi kwa mama mjamzito au hata kama wewe unanyonyesha yana faida kubwa sana, lakini ikitumika kwa kiwango kikubwa huweza kuwa na madhara makubwa sana. Kama ulikuwa hujui, karibu kwenye somo, tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, na uweze subscribe hapo chini uendee kujifunza kuhusiana afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Kuna mmoja mfuatiliaji wa wangu, yeye aliniuliza swali nasema Je, yeah, tangawizi inaweza kukata periodi au inaweza kukata hedhi? Sasa kabla sijazungumzia hili, nilikuwa nataka kusema kwamba matumizi ya tangawizi yana faida kubwa sana kwa mama mjamzito au hata kama wewe unanyonyesha. Kwa mama mjamzito, kikubwa huwa tunashauri kwamba mama utumie tangawizi kupunguza kichefuchefu na kupunguza lakini wakina mama ambao wana ugonjwa wa kisukari labda cha ujauzito au kisukari cha muda mrefu, tangawizi inaweza kusaidia kuweza kupunguza kisukari. Kwa upande wa pili, kwa wale ambao wananyonyesha, inaweza kumsaidia katika utengenezwaji wa maziwa. Kwa hiyo ni moja ya vyakula ambavyo vinaweza kumsaidia mama kuweza kupata maziwa ya kutosha, hasa yule ambaye anakuwa ananyonyesha. Sasa kwa mama mjamzito mzito, kiwango ambacho kinatakiwa kuweza kutumiwa kwa siku ni kama gramu moja hivi, yani kiwango kikubwa kabisa ni gramu moja. Kwa hiyo lazima utumie chini ya gramu moja kwa siku. Na ninaposema gramu moja kwa siku sio tangawizi kubwa sana ni kama kaa haka kipande. Yaani kama unavyokiona hichi kipande ninavyokuonyesha kwenye hii picha ndicho kiwango ambacho mama mjamzito anatakiwa kuweza kutumia. Na inawezekana ikawa kimezidi kama ukipima kwenye kile kipimo cha kuangalia uzito wake. Kwa hiyo mama hatakiwi kuzidisha gramu moja. Kwa kina mama ambao si wajawazito, labda ana ugonjwa muda mrefu kama kisukari lakini vilevile na changamoto nyingine au unataka kutumia tu kawaida basi utakii kuweza kuzidisha gramu nne kwa hiyo gramu mbili gramu tatu gramu nne unaweza ukatumia kuzidisha zaidi ya gramu nne inaweza kuwa na madhara mbalimbali ambayo nitaweza kuzungumzia hapo mbele kwa hiyo mama ambaye ni mjamzito ni kiwango hichi hapa unachotaka kuweza kutumia tunajua kwamba tangawizi huwa inatumika katika mambo mengi sana Inawezekana ni mjamzito una mafua, una kifua, unaweza kutumia tangawizi kama tu dawa ambazo za kutengeneza nyumbani kwao unatumia kwa ajili ya kupunguza hali hiyo ya kifua na mafua. Kwa hiyo kuna watu ambao wanachanganya siyo na vitunguu saumu, hiyo inaweza kumsaidia kuweza kupunguza hii changamoto ya mafua kwa sababu inaweza kuongeza kinga. Lakini kwa wale ambao wamekuwa na kisukari wanaweza kutumia kwa ajili ya kupunguza sukari na wenye kichefuchefu labda mtu anatapika anaweza kuitumia. Kwa hiyo mama mjamzito usizidishe zaidi ya hichi kiwango ambacho hii inaweza kuwa gramu moja. Hata kama imezidi inawezekana ni gramu moja nukta tano, haijafika gramu mbili. Kwa namna nilivyoikata. Hichi ndio kiwango ambacho unatakiwa kuweza kutumia na unatakiwa kuweza kuzidisha. Sasa basi, kuna baadhi ya kina mama wanakuta, labda ana mafua ana kikozi, au amesikia kwamba inaweza kupunguza hali ya kichefuchefu au kutapika, basi yeye yeah, anakatakata, unakuta anatumia kipande hichi, anaweza katumia kipande kikubwa kama unavyokiona hichi. Japokuwa unaweza kuona kama kidogo, lakini ukikipima unakuta kinafikisha mpaka gramu ishirini au zaidi ya gramu thelathini. Sasa ukitumia kwa kiwango kikubwa, huwa inaweza kuwa na madhara kwa mama mjamzito haswa kwa mama ambaye labda mimba yake inatishia kuharibika anatoka damu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitaunganisha na hili swali la huyu mwenzetu aliyouliza kuhusiana kwamba inakata period. Nasema kwamba tangawizi ikitumika kwa kiwango kikubwa sana, labda mimba yako ikawa inatishia kuharibika, natoka damu, unapotumia tangawizi kwa kiwango kikubwa, inaongeza uwezekano wa kuweza kutoka damu, kwa sababu ina tabia fulani ya kusababisha kwamba damu iendelee kumiminika, na endapo kama wewe unatumia labda dawa kama aspirin kipindi chako cha ujauzito ukaunganisha na matumizi makubwa ya tangawizi, basi unajiongezea uwezekano wa kuweza kupoteza damu nyingi na kupelekea mimba yako ikaweza kuharibika au kutoka damu zaidi, kwa sababu ya tabia tu hii ya tangawizi. Kwa hiyo zile kemikali kama jingoro zinaweza kukusaidia kuweza kupunguza kichefuchefu, lakini vilevile, dhaa lingine ambalo linaweza likatokea kama umetumia kwa kiwango kikubwa, inaweza kuongeza maumivu ya kiungulia. Kwa mfano, labda ulikuwa na kiungulia, ukatumia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hii ni spice, inaweza ikapelekea mama ukawa unapata kiungulia zaidi. Wakina mama wengine wanaweza kapata gesi zaidi, lakini wengine wanaweza kawa wanapata ile maumivu ya tumbo ya hapa na pale. Kuna wengine wanaweza kawa wanaharisha kwa sababu ya matumizi makubwa ya tangawizi. Inawezekana kama nilivyosema mara kwanza kwa ile video, kwamba inasaidia kuweza kupunguza ile hali ya kichefuchefu na kutapika, kwa kutumia kiwango kikubwa sana mwisho wa siku kupata hayo madhara. Madhara mengine ambayo inaweza kupelekea, ndo hii hali ya kutokwa damu, na tunashauri kwamba unapotumia tangawizi haswa miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito. E, kuna baadhi ya semi zinasema kwamba matumizi makubwa ya tangawizi yanaweza kupelekea kupoteza damu nyingi mara baada ya kuweza kujifungua. Sasa ili kuweza kuepuka hilo ni vyema kuweza kutumia katika kiwango kidogo. Usizidishe gramu moja kwa siku katika kipindi chako cha ujauzito. Yaani kiwango hichi ambacho nimeweza kuonyesha. Usizidishe hichi kiwango kwa siku. Kwa kama mtaweza kukatakata vipande vidogo vidogo na kutumbukiza kwenye kikombe cha chai ukatumia kwa kiwango hichi kila siku, itakuwa ni vizuri. Ukizidisha basi unajiongezea hizo changamoto. Kuna mwingine yeye ameniuliza swali anasema kwamba eh, dokta, samani tangawizi inaweza kuongeza uchungu? Kuna baadhi ya semi ambazo si rasmi na utafiti unaendelea kufanyika kwamba matumizi ya tangawizi yanaweza kapelekea mama kuweza kujifungua kabla ya wakati, kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano kama umetumia zaidi ya gramu 2 3 au 4 inaweza kupelekea ukajifungua kabla ya wakati, na inasemekana kwamba inaweza kachochea uchungu, jambo ambalo bado utafiti unaendelea kufanyika. Na kama utakuja kuleta majibu ambayo ni sahihi, kama inasababisha uchungu kweli au la, basi nitakuja kuweza kusema. Lakini matumizi ya tangawizi, kuweza kutumia kwa kiwango cha wastani, ili iweze kusaidia kupunguza hizo adha za la kichefuchefu, lakini kama wewe umekuwa ni mtu ambaye labda umeshajifungua unataka kuongeza maziwa, unaweza ukatumia kiwango hicho, usizidishe gramu nne, ukatumia gramu tatu haswa kama ile hali ya kutoka ile lokia ya kawaida mara baada ya kuweza kujifungua. Labda kama umeisha umepona vizuri, miezi mitatu uko vizuri, unaweza kutumia hicho kiwango cha mpaka gramu nne, na usizidishe hapo. Ukizidisha hapo inaweza kuleta changamoto kama nilivyosema mara ya kwanza. Kwa hiyo kama wewe umeona kwamba una mafua labda unapata kichefuchefu haina haja ya kutumia kiwango kikubwa. Na kama ni mjamzito zaidi ya hakaka kipisi ambacho nakuonyesha kwa siku hii, inaonyesha ni kwa siku, usizidishe kiwango cha namna hii kwa kama na kipimo cha kuweza kupima uzito eh, na kuangalia ina gramu ngapi, au kama meisaga iko katika mfumo wa unga, basi hakikisha kwamba iwe ni nusu ya kile kijiko cha chai, yaani kile kijiko cha chai kiwe nusu yake, ndio iwe kiwango kikubwa zaidi kwa siku. Kwa hiyo kama unaweza kupima kwa kijiko cha chai isiwe zaidi ya nusu ya kijiko cha chai kwa siku, ukawa unatumia hiyo, ndio kiwango ambacho unaweza kutumia, kwa sababu kwa sababu tunasema kwamba ile nusu kiwango cha tangawizi ambayo ipo katika mfumo wa unga, ikiwa nusu ya kijiko cha chai, ndio inaweza kuwa kama gramu moja hivi, au unaweza kupunguza kabisa ikawa robo ya kile kijiko cha chai, ndio kiwango ambacho unaweza kutumia kama mama mjamzito katika kipindi chako cha ujauzito, kwa ajili ya kupunguza ile hali ya kichefuchefu na kutapika lakini vilevile kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inakusaidia kuongeza hata hamu ya kula. Tunajua kwamba hii ni spice, na wakati mwingine unaweza ikawekwa kwenye vyakula, ikawekwa kwenye chai na ukaitumia ikakuhamasisha hata kuweza kula. Lakini ukitumia kwa kiwango kikubwa, ndio hayo madhara ambayo nimeweza kuyasema. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba labda itakata period, uwezekano wake ni kwamba inaweza kaongeza. Kwa hiyo haina ile tabia ya kupunguza damu kuweza kutoka, badala yake inaongeza uwezekano wa damu kuweza kutoka lakini vivyo hivyo hali ya uchungu kuongeza, bado hakuna uhakika, japokuwa kuna baadhi ya sehemu nyingine zimesema kwamba inaweza kupelekea ama akajifungua kabla ya wakati. Inawezekana unajiuliza swali kwamba ni vigezo gani ambavyo unatakiwa uwe navyo wewe kama mjamzito ili uweze kuanzishiwa uchungu, kwa sababu inawezekana ameuliza tangawizi zinaongeza uchungu ili aitumie iweze kuongeza uchungu. Hasa kuna vigezo ambavyo unatakiwa uwe navyo ili ukaanzishiwe uchungu ukiwa hospitali. Na kama kuna swali unajiuliza kuhusiana na hiyo kwamba vigezo gani ambavyo vitapelekea wewe uweze kuanzishiwa uchungu, na lini uweze kwenda hospitali kwa ajili ya kuanzishiwa uchungu ili uweze kujifungua. Labda kama mimba yako imesogea sana basi unaweza kuklik suggestion hiyo hapo, kasikiza video kuhusiana na vigezo vipi ambavyo vitapelekea wewe uweze kuanzishiwa uchungu katika kipindi chako cha ujauzito, haswa mwishoni mwa ujauzito. Kama mtakuwa na swali, niuliza hapo chini. Mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.